Akawa na kitu kingine cha thamani tofauti na neno la Mungu. Jamani, jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo kilichompa Yoshua kufanikisha ile safari ambayo alikuwa nayo, jambo la kwanza alizingatia kwanza Wakati Musa alipokufa msimu wake mpya, Mungu alimwita kwenye baraza lake. Sasa na sisi wa Kristo tulionao siku za leo tunatakiwa tuwe tunajifunza kukaa kwenye baraza la Mungu, kwa sababu nyakati mpya zinakuja kila wakati, na hizo nyakati zinapokuja kwenye maisha yako zimebeba vitu ndani yake. Sasa kama mawazo ya Mungu ni amani, huwa na uhakika siku zote. Mungu hata kama akikupitisha kwenye jaribu, atajua namna ya kukusaidia katikati ya kukusaidia katikati ya jaribu, kwa sababu kitu kimoja tu ndani yako kuna neno la Mungu Bwana Yesu asifiwe sana na uchunge hichi kitu, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa unaingia mwaka mwingine au unaingia mwezi mwingine, au ndivyo nilivyokuambia, unaingia kwenye majira mengine, lakini kuna maneno pia ya ulimwengu mwingine ambayo yanaweza akazungumzwa, na uwe na uhakika kama sisi neno la Mungu linafanya kazi hivyo hivyo, na katika ulimwengu mwingine wanatumia maneno hayo hayo ya kukwamisha, ya kukwamisha, na kwa sababu hiyo hayo maneno yakiwa na nguvu kuliko neno la Mungu ndani yako uwe na uhakika ataafekti maisha ya kwa kwako, na huwezi ukamwona Mungu kwenye ile level ambayo ulitakiwa umuone Mungu kwa sababu moja tu, maneno yaliyotamkwa kwako ni magumu. Lakini ulipo unapokuwa na neno la Mungu la kutosha ndani yako, kuna maneno mengine ambayo yatakuja kwako, hayataweza kufanya kazi kwa sababu gani? Umelibeba neno la Mungu ambaye ni Mungu mwenyewe, na likikutana na neno la Mungu bila, nasema kwamba neno la Mungu ni upanga tena, upanga ukataa kuili. Kwa hiyo linapokutana na maneno ya mengine ya wanadamu shetani anapokuwa ameagiza mashambulizi ya kwake kupitia maneno ili msimu wako wa maisha uweze kuwa mbaya, sikiliza, unapokuwa na neno la Mungu la kutosha, anapofika kwako hawezi kuwa na utawala wote, hawezi kuwa na jambo lolote ambalo ataliingiza, kwa sababu kitu kimoja ulicho nacho ni cha thamani, neno la Mungu la kutosha ndani yako. Jamani, bwana Yesu asifiwe sana, jina la Yesu libarikiwe sana. Biblia inasema kwamba pasipo neno hakuna jambo lililofanyika na anasema kwamba huyo neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wa Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu linapokaa kwako linafanyika kwako kuwa maisha, linaumbika kwako kuwa maisha, kwenye ofisi ya kwako linaumbika kuwa maisha, ko linafanyika uzima kwa watu wengine. Biblia anasema kwamba na hilo neno, anasema kwamba linapokuwa ndani yako unakuwa na nuru, na hiyo nuru inaenda kung'aa gizani. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sa nisikiliza, mwezi wa kumi na mbili tunapokuwa ndipo tunaanza lakini pia tunapomaliza tunaingia mwaka mwingine. Hakikisha ndani yako unajiandaa, jiandaa vya kutosha, kwa sababu shetani naye yuko langoni, anaingiza ajenda za kwake, anaachilia maneno ya kwake ambayo ni mabaya juu ya maisha ya kwako. Huwa anauhakika kama Mungu anatuwazia mawazo ya amani, na wewe umeokoka na unampenda Yesu na unaamini vitu vya kwako vinafanikiwa katika Kristo Yesu, unahitaji kuwa na neno la Mungu ambalo hilo neno la Mungu ndilo ambalo itakuwa ni msaada kwenye maisha ya kwako kwa sababu kuna vitu ambavyo vitaachiliwa kwenye maisha ya kwako, kuna vitu ambavyo shetani tu atatamani kuvipitisha kwenye maisha ya kwa kwako ambavyo ni vigumu. Lakini unisikilize, mwana wa Mungu, neno la Mungu ndani yako lina uwezo wa kusababisha wewe ukaendelea kufanikiwa, lina uwezo wa kusababisha wewe ukaendelea kustawi. Wakati wengine wanashindwa, wewe unapita mahali ambako wengine hawawezi kupita kwa sababu moja tu. Haupiti kwa sababu ya nguvu ulizonazo lakini unapita kwa sababu umeliwekeza neno la Mungu la kutosha kwenye maisha ya kwako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, hata nguvu za Mungu kwenye maisha ya kwako, kwa sababu nguvu za Mungu hazihitaji kitu madhabahu au tuna uhudumu, lakini nguvu za Mungu zinahitajika pia kwako. Lakini angalia, sosi ya nguvu za Mungu ni nini? Ni neno la Mungu. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati mitume wanasubiria Roho Mtakatifu kushuka maandiko anasema kwamba walikaa sehemu moja, wakisea neno la Mungu lakini pia wakiomba pamoja na vitu vyao vyote walivyoweka kwa shirika. Unisikilize, watu hawawezi wakakaa pamoja na kuomba pamoja lakini kuvikusanya vitu vyao vikawa shirika, kama neno la Mungu alizungumza, kwa sababu linayokusanya watu ni neno la Mungu. Neno la Mungu likija kwa watu linaachilia upendo ndani ya watu. Neno la Mungu likija ndani ya watu linaachilia ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo kuna vitu vingine hauhitaji kupambana kwa hali ya kimwili, hauhitaji kupambana kwa kubishana hivi. Wewe mruhusu Mungu akusaidia kupitia neno lake, kwa sababu neno linapoachiliwa kwenye familia ilo neno linaenda kufanyika uzima na linaenda kufanyika baraka katikati ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana jamani, Bwana Yesu asifiwe sana sasa. Unisikilize, kwenye kitabu kile cha Mwanzo pia mlango wa kwanza si Biblia inasema kwamba inasema kwamba kwenye kile kitabu cha mwanzo, anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ukiwa tena utu na giza ilikuwa juu ya uso wa vilingi vya maji, roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu Mungu akasema, anasema, Mungu akafanya akasema, jina la Yesu anasema hivi nini? Neno. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba nchi ilikuwa formless haikuwa na mpangilio sahihi, japo ni Mungu ambaye ameiumba, haikuwa na mpangilio e, Biblia inasema kwamba tena nchi ilikuwa utupu na giza lilikuwepo katikati ya nchi, au maandiko yanasema kwamba roho Bwana alipotulia juu ya uso wa maji, anasema kwamba ndipo Mungu akaanza kutamka, akaanza kusema. Alikuwa anasema nini? Alikuwa anasema neno. Jina la Yesu libarikiwe sana. Alikuwa anazungumza neno kwa hiyo katikati, kati ya utupu Mungu anazungumza neno, alafu utupu unaondolewa, Mungu anaweka vile vya kwake. Biblia nasema kwamba ndipo Mungu akaanza kutenga maji na nchi kavu iwe sehemu ya kwake. Kwa hiyo inawezekana, Arusha, wakati ulimwengu unaumbwa haikuwa kwenye mpangilio huu jinsi ambavyo unaona mzuri, kuna barabara. Lakini neno la Mungu lilipotamkwa, lilipotamkwa tu neno la Mungu, mambo yakaanza kubadilika utupu ukaanza kuondoka, giza likaondolewa, alafu Biblia nasema kwamba ikawa nuru tena. Unisikilize, mwana wa Mungu, hiki kitu ni cha muhimu sana. Nimekuwa nikijifunza na nimekuwa nikiomba miaka mingine, huu ni mwaka wa tatu ya kwamba nilipokuwa tu nikikaa kwenye upo Bwana nikawa ninaona hivi vitu ya kwamba Anderson unahitaji neno la Mungu la kutosha ndani yako, kwa sababu msimu unaokuja kwenye maisha yako unaweza ukawa ni mwepesi au unaweza ukawa ni mgumu kama huo msimu ukiwa ni mgumu kwenye maisha ya kwangu, unahitaji pia neno la Bwana ambalo litakusaidia. Kwa hiyo wakati ambapo nchi ilikuwa formless, ilikuwa haina mpangilio sahihi, Mungu alitamka neno katikati ya nchi, na Biblia inasema kwamba mambo yakaanza kubadilika katikati ya giza. Aliposema tu iwe nuru, ikawa nuru. Kwani kilichompa Mungu kutamka ikawa nuru? Kwa sababu ndani yake alikuwa na neno na unisikilize, neno la Mungu linapokuwa ndani yako, imani inaumbika. Jina la Yesu libarikiwe sana, imani inaumbika, inakuwa kubwa, kwa sababu linasema kwamba chanzo cha imani ni kusikia neno. Neno la nani? Neno la Kristo. Kwa hiyo unapokuwa na neno la Mungu, imani ya kwako kwa inaumbika katikati, kati ya mazingira magumu ambayo unaweza ukaona mbele yako, neno la Mungu linakupa wewe imani ya kuona kwa kwamba bado inawezekana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wakati mwingine kuna watu wengine wanafanikiwa katika ufalme mwingine kwa sababu wao wanatii pia sheria za kule. Na sisi Wakristo ambao tuna Yesu aliye hai tena Yesu wa Agano Jipya, ambaye tukimtumia katika neno ana uwezo wa kufanya vitu vikubwa zaidi, katikati ya ulimwengu tulio nao, tunahitaji sana kuona kwamba neno la Mungu ni la msingi na kulitumia kwa ukubwa zaidi, ambalo hilo neno la Mungu litakusaidia wewe katikati ya kila eneo ambalo utalikanyaga, kila eneo ambalo utapita, nyayo zako zitafanywa kuwa imara kama vile ambazo zilifanywa za Yeshua. Maneno ya kwako kwa yatakuwa na nguvu kama vile ambavyo maneno ya Yeshua yalifanywa kuwa na nguvu, kwa sababu tu kitu kimoja, alikaa kwenye uwepo wa Bwana na Mungu akamsemesha vitu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Yesu barikiwe sana. Soma Waibrania kumi na mbili mstari wa kwanza na wa pili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 iliyowekwa mbele yake aliusaimili msalaba na kuidharau hivyo, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Anasema kwa kuwa tunazungukwa na kundi kubwa la mashahidi namna hii, tuweke kila mzigo mzito unaotuzinga kwa upesi na nalo Mungu linasema kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, mimi nitawapumzisha. Kwa hiyo anachokizungumza ni kwamba katikati ya wakati mpya ambao unauanza kwenye maisha yako, kwako anasema weka kila mzigo mzito na dhambi inayokuzinga kwa upesi. Anaposema kwamba mzigo mzito, maana yake kile ambacho ni kizuizi cha wewe kumwona Mungu, na dhambi ni mojawapo ya kizuizi ambacho kinaweza kumwona Mungu, kumuona Mungu kwako na kumbuka hichi ya kwamba shetani, siku zote, Biblia inasema ni kama simba angurumaye akitafuta wanakondoa ili ammeze. Kwa hiyo shetani siku zote anakutafuta. Sasa mzigo unaweza ukaachiliwa kwako ukawa sio dhambi, lakini ukawa ni mzigo wa aina yoyote ule ambao utaachiliwa kwako ambao hautakupa wewe kuwa free katika kumtafuta Mungu na katika kuishi yale ambayo Mungu amekwambia. Sasa kumbuka hichi, anasema hivi, anasema hivi tukisha kuweka kando ile mizigo, anasema hivi, tukimtazama Yesu. Alafu anasema hivi, aliyeanzisha. Maana yake kuna msimu ambao Mungu anauanzisha au wakati mpya ambao Mungu anauanzisha, kwa ndio unamtazama sasa. Unisikilize, hauwezi ukakutana na changamoto, wakati wakati unaanza msimu haukuwa pamoja na Bwana. Kwa hiyo ukianza mwenyewe, uwe na uhakika katikati utashindwa. Na kwa sababu hiyo, ashukuriwe Mungu, wetu ni wa rehema ya kwamba hata katikati ya magumu haukuanza pamoja naye, lakini unapokutana na changamoto Mungu bado anakuwa mwema kwako na anaweza akakusaidia. Sasa kumbuka hichi kitu, anasema hivi, tukimtazama Yesu ambaye alianzisha safari na atakaitimiliza, na anasema kwamba yeye alidharau vitu vyote, kutemewa mate na nini, lakini akitizama msalaba kwa, kwa nini alikuwa anatizama msalaba? Alikuwa anatizama anatizama msalaba msalaba kwa sababu alikumbuka kazi ya umbaji wa kwake ambao ulikuwa ni wa thamani. Nakumbuka hichi wakati mwanadamu pia anaumbwa ilikuwa ni msimu mpya wa maisha. Sasa anaposema kwamba tukimtazama Yesu ambaye ameanzisha safari na ndiye atakayetimiliza. Kwa hiyo jambo lolote ambalo Mungu anakupa kulifanya au msimu wote ambao Mungu anakupa kuanza, uwe na uhakika y kwamba kama ukianza na Mungu, Mungu atakusaidia kupita kwenye nyakati zote mpaka kutimiza ule wakati ambao atakupa. Sasa jifunze sana ya kwamba unapoanza jambo lolote, anza katika Bwana. Na ndio maana anasema kwamba kabla ya mambo yote anataka dua na sala, maanake Mungu anataka priority za kwako ziwe Mungu kwanza na Mungu kwanza. Hauwezi kuanza bila neno la Mungu. Kwa hiyo unapokuwa na neno la Mungu umetengeneza priority ya kwako kuwa kwa Mungu ali hai, na kwa sababu hiyo ukianza safari ya kwako pamoja na Bwana una uhakika itatimizwa vizuri. Kwa sababu gani? umeanza pamoja na Mungu aliye hai. Na mimi ninaomba neema ya Mungu kwetu sisi wote ambao bado tunaishi katika ulimwengu tulionao, mahali popote tunapopita, kitu chochote tunachokianzisha, as long as ni mpango wa Mungu na ni msimu wa kwake, ameruhusu tuanze pamoja na yeye, lakini pia tumalize pamoja na ye. Kwa kuanza pamoja na yeye tutaona ushindi pamoja na Bwana, lakini pia tutamaliza na ushindi pamoja na Bwana kwa sababu hauwezi ukamaliza ushindi pamoja na Bwana kama haukuanza pamoja na Bwana. Kwa hiyo kitakachokupa wewe kuanza pamoja na Bwana lakini kutembea pamoja na Bwana na kumaliza pamoja na ushindi wa Bwana kwenye msimu mpya ambao Mungu amekupa ni kwa sababu ya lile neno ambalo Mungu amekupa katikati ya msimu mpya. Mungu atatupa kumaliza huu mwaka vizuri, ametupa kuanza huu mwezi vizuri, atatupa kumaliza pia mwezi vizuri, lakini pia mwaka mwingine, Mungu atakupa kuanza vizuri na utamaliza vizuri, kwa sababu moja tu, utakuwa umemweka yeye kuwa wa kwanza kwenye maisha yako kwako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusimame, tupate nafasi ya kumwomba Mungu kwa dakika hizi chache ambazo tutakuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasogea mbele ya uso wa Bwana, utamwambia tu Mungu ya kwamba, Mungu wewe unanijua vizuri na ninatamani kila kitu ninachokianza nianze pamoja na wewe. Morning glory manake ni kuanza pamoja na Bwana. Uanze vitu vyako katika uzuri Asa nimekupitisha kwenye eneo dogo ili la neno la Mungu, siku zingine tutaendelea na neno la maombi na sadaka, jinsi ambavyo inafanya kazi la ngono. Asa leo kwenye neno la Mungu, asa tamka neno la Mungu katikati ya msimu mpya, kwanza huu wa mwezi wa kumi na mbili, lakini pia tamka neema ya Mungu ya kwamba Mungu, ninatamani kumaliza pia na wewe, lakini pia kuanza pia na wewe Next time. Bwana Yesu asifiwe nyanyua mkono wako wa mbele za Bwana, sema Bwana Yesu katika jina la Yesu, Mungu Mtakatifu, ninakuja mbele zako kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Lihimidiwe jina lako na litukuzwe jina lako kwa sababu ya uzuri na utakatifu wako. Bwana Yesu, ninakuinua Bwana Yesu, ninakutukuza kwa sababu unaniwazia mawazo yaliyo ya amani, tena siku zote, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. E Mungu mtakatifu, Inawezekana mwaka huu sikuanza vizuri, ninaomba unirehemu kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu wa rehema, wewe ni Mungu wa amani. Ninakuja mbele zako kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la kwako. Ee Mungu mtakatifu, ninakuja mbele zako kwa damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu. Neno lako Bwana ni msingi wa maisha yangu. Neno lako Bwana ndilo ambalo linatakiwa lifanye kazi kwa ukubwa zaidi kwenye maisha yangu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nami na Bwana Yesu, ninaomba neema yako, ninaomba neema yako katikati ya lango la msimu mpya au wakati mpya ambao Bwana Yesu unauachilia kwangu. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, ninatamka kufanikiwa, ninatamka neema kubwa kwenye lango langu la mwanzo mpya huu wa mwezi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. E, Bwana Yesu, inawezekana kuna maneno yaliyotamkwa katikati ya malango, katikati kati ya malango na hayo maneno yanasababisha mimi kutokufanikiwa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asubuhi ya leo nimejifunza ya kwamba pasipo neno hakuna jambo lililofanyika, nami ninaamini kwenye ofisi yangu kwenye shughuli zangu kwenye biashara yangu pasipo neno hakuna jambo litakalofanyika. Eh, Bwana Yesu, ninatamka uaminifu wako, ninatamka neema yako katika jina la Yesu. Hebu tamka kwenye lango lako neno la Bwana, tamka neno la kimafanikio, tamka neno la kimafanikio Baba, katika jina la Yesu rison nasa tali hai, na kwa damu ya Yesu mwana wa Mungu ali hai, tunaamini ya kwamba ee Bwana neno lako linafanyika mwili kwenye ofisi na kwenye malango ambayo tunakuwa nayo Bwana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaamini Bwana pasipo neno lako, tunaamini Bwana pasipo neno lako kwenye malango yetu ni kazi bure. Nami naomba kwa ajili ya watoto wako ambao Bwana e Yesu amefika kwenye morning glory hii Bwana, na watoto wako e Bwana wanaokuamini wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ali hayo umesema, tukikutazama wewe, ambaye umeanzisha safari natakao utimiliza, kwa damu ya Yesu Kristo, kwenye ofisi za watoto wako, kwenye ofisi za watoto wako, kwenye biashara zao, kwenye ndoa zao, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Eh, Bwana Yesu, tunatamka neno lako rabaraka, tunatamka uaminifu wako, tunatamka neema yako, kwa jina la Yesu na kwa

Bwana eh, Yesu, kila maneno ambayo yanakuwa yanazungumzwa kinyume na mpango wako, kwa damu ya Yesu langoni langoni langoni, tunayabadilisha kwa neno la Bwana, kwa la Bwana, kwa jina la Yesu. Kwenye kile kitabu cha Isaya anasema maneno yao hayatakuwa wala hayatafanikiwa, kwa sababu ndani yetu kuna neno lako, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo hai kwa msimu mpya wa Bwana Yesu na limpa neno neno lako na lilimfanikisha Bwana, nami ninatamka neno kufanikiwa kwetu katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu. Lakini Bwana Yesu kusawi na maongezeko katika kila itapo leo kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kila namna yote ambayo hadi shetani anaweza akafanya kwenye maisha yetu, tunabatilisha hayo maneno kwa jina la Yesu Kristo, wanasatali hai yaliyotamkwa e Bwana, ya, ya kwamba hakuna kufanikiwa. Subuhi ya leo umetupa Bwana kujifunza ya kwamba kwenye msimu mpya maisha tunatakiwa tuwe na neno lako, tuwe na neno lako katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. E Bwana, achilia neema yako, achilia uaminifu wako, achilia uaminifu wako. Tamka kwenye lango la biashara yako, tamka kwenye lango lile la mwezi wa ya kwamba Bwana ana uwezo wa kufanya, Bwana ana uwezo wa kufanya. Hata kama mwezi uliopita haujaona faida, hata kama mwezi uliopita haujamuona Bwana, lakini una uwezo wa kutamka na mambo yakabadilika. Kwenye ofisi ya kwako kuna mambo hayaendi sawa, tamka neno la Bwana, tamka neno la Bwana, tamka neno la Bwana katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, Bwana Yesu, ninaomba neema yako Bwana Yesu, ninaomba uaminifu wako, kwa damu ya Yesu, na kwa jina na la Yesu Kristo, wa Nazareti ali hai. Watoto wako e Bwana watakapotoka mahali hapa, neema yako na uaminifu wako, neema yako na pendo lako, Yesu ukaliachilie, kwa kila mmoja. Kwa damu ya Yesu ninaombea kila hatua za kila mmoja e Bwana Yesu, ziwe na nguvu e Bwana, ziwe ni za baraka e Bwana. Kwa damu Yesu, wana neno lako linasema, wa mtumainio Bwana ni kama mlima Saini, nasi Bwana Yesu tunakutumaini wewe, hatutatikiswa na dhoruba kwa sababu upo pamoja nasi, hatutatikiswa na changamoto kwa sababu upo pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo nasatali hai, kwa damu ya Yesu Kristo nasata kila kinachokuamisha maisha ya watoto wako, maisha ya watoto wako Yesu, kwa damu ya Yesu inaomba Yesu, uliye mwaminifu, kupate kuonekana maradufu katika jina la Yesu Kristo, anasatari hai na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, libarikiwe jina lako. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Wewe ni Mungu, hakuna aliye kama wewe. Asante kwa ajili ya neno lako, asante kwa sababu wewe ni Mungu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu, bariki na sadaka zetu ambazo tutaziachilia kwenye madhabahu yako. Ee Bwana Mungu uliye ukazipokee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Mungu kila ambaye atanyosha mkono wake kwa ajili ya kutoa sadaka, tunaomba Ee Bwana Yesu nguvu za Roho Mtakatifu na katikati ya msimu mpya ukaiachilie Bwana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, na wote tuseme amen.

mkono wako wa kulia madhabahuni kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya Jumatatu hii, na Bwana akakupe siku njema iliyojaa furaha, na neno lake likakae kwa wingi katika mioyo yetu, na neno la Bwana likatuongoze iliyo taa na mwanga katika njia zetu. Bwana Yesu, neno lako ni taa katika mwanga katika njia zetu. Wewe Bwana ni Mungu uliyetupa neno lako la uzima ambalo ni nuru ndani yetu ndani ya maisha yetu na katika kazi zetu, nuru yako ikaangazi katikati ya watu wako na katikati ya huduma zao, neno lako la uzima lililo taa katika njia zao zikamulike njia zao zote. Neema yako ikaachiliwe juu yao na baraka zako zikaachiliwe juu ya kazao. Bwana Mungu Mtakatifu, afya za watu wako zikaachiliwe. Neno lako la uponyaji katikati yao likaondoe kila namna ya kikwazo, na kila silaha itakainuila juu ya watu wako kama neno lako linavyosema haitafanikiwa. E Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya wiki hii. Baraka zako zikaachilie juu yetu Bwana, ukatubariki wiki ikajae furaha na amani na nuru ya neno lako la uzima likajae katika wiki hii. Bwana, utubariki na kutuongoza katika yote, kwa jina lako Yesu Kristo le, Bwana mwokozi wetu wote, tuitike amen. E mumshangilie Bwana kwa sababu ya nguvu zake katikati yetu, amen. Basi asanteni, tumefika mwisho. Asante kwa kuja siku ya leo, ila wale wanahitaji maombi ya madhabahuni karibuni huko mbele, na wengine tuwatakia siku njema. Kama ndani yako unahitaji maombi ya madhabahuni, sogea tu huko mbele.